Mwisho wa kusikitisha wa mitume kumi na wawili wa Yesu. Wakati Yesu Kristo alipochagua wanaume hawa kumi na wawili, hakuwa akiwachagua wafalme au viongozi wa kijeshi. Alichagua wavuvi, wakusanya ushuru na wazalendo rahisi. Baada ya kupaa kwake, mitume hawa walikuwa na kazi moja, kueneza neno la Mungu kwa ulimwengu uliokuwa na uadui mkali. Leo Biblia Voice Kiswahili inakufunulia ukweli uliosahaulika, simulizi ya damu, ujasiri na imani isiyotikiswa. Kaa hadi mwisho, kwa sababu simulizi hii itabadilisha kabisa namna na unavyoitazama Injili. Bonyeza subscribe sasa kwenye Biblia Voice Kiswahili. Hapa tunasimulia Biblia kwa kina, kwa ukweli na kwa sauti yenye kugusa moyo. Mtume wa kwanza ni Simon Petro. Petro, mwamba ambaye Yesu alijenga kanisa lake, alikuwa mtume mwenye bidii na jasiri, msemaji mkuu. Baada ya miaka ya huduma huko Asia Ndogo, alijikuta huko Roma chini ya utawala wa Kaisari Nero. Huko alipinga mamlaka ya Warumi na kuhubiri bila woga. Alikamatwa na kuhukumiwa kifo. Kifo chake Wafanya historia wa kanisa wanathibitisha kuwa Petro alihukumiwa kusulubishwa, lakini alipoletwa msalabani, Petro alijiona hastahili kufa kwa namna sawa na Bwana wake. Kwa unyenyekevu na ujasiri usioelezeka, aliomba asulubiwe kichwa chini, miguu juu. Hili lilikuwa tamko kuu la utiifu wake kwa Kristo, akiweka maisha yake chini ya miguu ya Yesu hata katika kifo. Alikufa akiwa amening'inia juu chini, huko Roma takriban mwaka 64 baada ya Kristo. Mtume wa pili, Andrea. Andrea ndugu yake Petro ndiye aliyemleta Petro kwa Yesu. Baada ya Pentekoste, Andrea alielekea mashariki mwa Ulaya akihubiri huko Uturuki ya leo na Ugiriki. Huduma yake ilikuwa na matunda, lakini ilimkabili na utawala wa gavana Aegeas huko Patras, Ugiriki. Kifo chake, gavana huyo aliamuru Andrea asulubishwe. Lakini Andrea hakusulubishwa kwenye msalaba wa kawaida, alining'inizwa kwenye msalaba wenye umbo la X unaojulikana kama msalaba wa saltire. Aliwekwa hivyo ili mateso yake yadumu kwa muda mrefu. Inasemekana alihubiri kwa siku mbili nzima akiwa amening'inia msalabani, akihimiza umati uliokuwa unamwangalia kutokana na mateso hayo. Alikufa Patras akitoa pumzi yake ya mwisho akiwa mtume, mtumishi na shahidi. Mtume wa tatu, Yakobo mwana wa Zebedayo. Yakobo mkubwa na Yohana walijulikana kama wanawana wa ngurumo. Alikuwa mmoja wa wanafunzi watatu wa ndani wa Yesu: Petro, Yakobo na Yohana. Alikuwa wa kwanza kati ya mitume kufa kifo cha kiyahudi, kutimiza maneno ya Yesu kwamba angekunywa kikombe chake cha mateso. Kifo chake katika Matendo ya Mitume kumi na mbili, mstari wa pili, tunasoma kuhusu kifo chake. Alikatwa kichwa kwa upango na Mfalme Herode Agripa wa kwanza, takriban mwaka 44 baada ya Kristo. Hili lilikuwa tangazo la mapema na kikatili kwamba wafuasi wa Yesu wangekuwa chini ya mateso makali. Yakobo alikuwa shahidi wa kwanza wa mitume. Mtume wa nne, Yohana, mwana wa Zebedayo. Yohana, mtumishi ambaye Yesu alimpenda na ndugu yake Yakobo, ndiye pekee kati ya mitume kumi na wawili. Hakuuliwa kwa ajili ya imani yake, ingawa aliteseka sana. Alikuwa mwandishi wa Injili ya Yohana, vitabu vitatu vya Yohana na Ufunuo. Katika utawala wa Kaisari Domitianus, Yohana alipelekwa Roma na kuhukumiwa kifo kwa kuingizwa kwenye mafuta yanayochemika. Kwa muujiza, alinusuru bila jeruhi. Kitendo hiki kiliwaogopesha Warumi. Badala ya kumuua walimpeleka uhamishani kwenye kisiwa cha Patmos ambapo alipokea maono ya kitabu cha Ufunuo. Baadaye aliachiliwa na kurejea Efeso ambapo alikufa kifo cha asili akiwa na umri mkubwa sana, karibu mwaka mia moja baada ya Kristo. Mtume wa tano: Filipo. Filipo mtume ambaye alimwongoza Nathanieli kwa Yesu. Baada ya kupaa, Filipo alipeleka injili sehemu za Frigia, Uturuki ya leo. Alihubiri kwa nguvu na alikabiliwa na upinzani mkali wa kipagani. Kifo chake: alikamatwa huko Hierapolis na pamoja na binti zake alihukumiwa. Baada ya mateso makali, alikufa kwa kusulubishwa kichwa chini. Kuna simulizi zinasema pia alipigwa mawe au kufungwa jerezani kabla ya kusulubishwa, lakini kifo chake cha mwisho kilikuwa juu ya msalaba huko Hierapolis takriban mwaka 80 baada ya Kristo. Mtume wa sita Bartholomeo. Bartholomeo anayeaminiwa kuwa Nathanieli aliyetajwa kwenye injili ya Yohana alisafiri mashariki kuelekea India na Armenia. Huko alihubiri injili na wengi walimwamini, kutia ndio mkaka wa mfalme. Hili lilimkasirisha sana mfalme Astiages. Kwa mapokeo mfalme Astiages aliamuru Bartholomeo atolewe ngozi ya mwili wake wote akiwa hai, kisha akatwe kichwa. Huu ulikuwa ushahidi wa kutisha na kielezo cha ukali wa mateso ambayo waaminifu walipitia. Alikufa kwa mateso ya ajabu huko Armenia. Mtume wa saba, Thomas. Thomas mara nyingi anajulikana kama Thomas mwenye mashaka, alijitoa kabisa baada ya kuona vidonda vya ufufuo wa Yesu. Alichukua safari ndefu zaidi kuliko mitume wengi. Alisafiri hadi mashariki mbali, hadi India. Hadithi yake huko India ni moja ya mafumbo ya kikristo yenye kuthibitishwa sana. Kifo chake, baada ya kubadili watu wengi, ikiwemo mke wa mfalme, alichukiwa na viongozi wa kidini wa eneo lile. Alihukumiwa kifo na kuchomwa kwa mki na makuhani wa kipagani huko Milpo, karibu na Madras, India, takriban mwaka 72 baada ya Kristo. Mtume wa nane, Matayo. Mathayo alikuwa Mkristo wa kwanza Kiyahudi aliyechaguliwa kuwa mtume moja kati ya mitume kumi na wawili. Alikuwa mkaguzi wa ushuru uliyedharauliwa lakini alifanywa kuwa mtume. Alikuwa mwandishi wa Injili ya Mathayo. Baada ya kupaa, alihudumu sehemu mbalimbali, ikiwemo Uajerzi, Irani ya leo na Ethiopia. Kifo chake Watafiki wanatofautiana kidogo juu ya namna alivyokufa lakini mapokeo mengi ya kanisa yanasema alikabiliwa na mfalme wa Ethiopia. Alikufa kwa kupigwa kwa upango kwa amri ya mfalme baada ya kumkemea mfalme kwa maisha yake ya dhambi na ushirikina. Mtume wa tisa, Yakobo, mwana wa Alfayo. Yakobo mdogo anayejulikana kama Yakobo mdogo ili kumtofautisha na Yakobo ndugu yake Yohana. Alikuwa mtume wa kawaida lakini huduma yake ilikuwa ya muhimu katika kanisa ya kwanza. Mapokeo ya kanisa yanasema alihubiri huko Siria, aliuliwa kwa ukatili huko Ostrakine, Misri, ambapo alihukumiwa kupigwa mawe kwanza na kisha kupigwa kichwa kwa rundu au fimbi nzito na wapinzani wake wa kidini. Alikufa akiwa shahidi huko Misri. Mtume wa kumi, Thadeus, Yuda, mwana wa Yakobo thadeus anayejulikana pia kama yuda tofauti na yuda iskariote ndiye mwandishi wa kitabu cha yuda alihudumu huko mesopotamia na uajerzi kifo chake inasemekana yeye na simoni mkanani walisafiri pamoja na walikabiliwa na kundi la makuhani wa kipagani huko uwajerzi walikamatwa na baada ya kukataa kukana imani yao walichanjwa kwa pango na mishale huko uajerzi mtume wa 11 simoni mkanani Simoni anayejulikana kama Simoni Mkanani au Zelot, mzalendo, alikuwa mtu wa siasa kalili kabla ya kukutana na Yesu. Baada ya kukutana na Kristo, bidii yake ya siasa ilibadilika kuwa bidii ya kiroho. Kifo chake, mapokeo ya kanisa yanasema alihubiri huko Uingereza na kisha aliuliwa. Lakini njia inayoelezeka zaidi ni kwamba alikatwa vipande vipande kwa msumari huko Uajerzi au Lebanoni akilipa gharama juu kwa ajili ya Injili. Mtume wa 12, Mathia. Baada ya Yuda Iskariote kumharifu Yesu na kisha kujiua, Mathia alichaguliwa kujaza nafasi yake. Hili lilikuwa ushahidi wa kanisa la kwanza kwamba idadi ya 12 ilikuwa muhimu. Mathia alitumia miaka yake ya huduma huko Yudea na Kolochis, Georgia ya leo. Kifo chake inasemekana alihukumiwa huko Yudea. Kuna simulizi mbili kuu. Kwanza, alipigwa mawe na kisha akatwa kichwa. Pili, alisulubishwa baada ya kupigwa mawe. Kwa vyovyote vile, alikufa kwa mateso akitimiza wito wake kama mtume wa kumi na mbili. Hitima ya mwisho. Somo kuu la mwisho. Hivi ndiyo mitume kumi na moja kati ya kumi na mbili wa Yesu ambao walikufa kwa kifo cha kushangaza chenye uchungu na kikatili. Yohana pekee ndiye aliyekufa kifo cha asili, lakini si kabla ya kuteseka sana. Swali kwako leo, injili ina thamani gani kwako? Kama simulizi hii imekugusa, subscribe sasa kwenye Biblia Voice Kiswahili. Like video hii ili Injili ifike wengi zaidi. Comment chini: ni mtume gani aliyekushawishi zaidi, na kwa nini?